Leo insha Allah tutakuwa nwenye kuendelea na daura yetu hii fupi inayohusiana na fiqhi ya swala na tumefikia kwenye kitabu talkhisi sifati salati nabii.

ambayo kabla ya sifati salati kuna aslu sifati salati nabii ko. Ni kitabu cha tatu. Lengo na madhumuni la kitabu hiki ni kuifupisha swala ili waifahamu watu wengi zaidi, na hilo ni baada ya kuombwa na ombi hilo likafikiana na rai ambayo yeye alikuwa akifikiria kama tulivyoona hayo kwenye utangulizi wake. Tumechukua sehemu kwenye kitabu hiki, hadi tumefikia ukurasa wa ishirini na tatu kwenye al-Fathu ala al-Imam, kumkwamua kisomo imamu pale anapokwama au kisomo kimemtatiza au amesahau. Inachotakiwa kwako wee, maamuma uliye nyuma ya imamu, kumkosoa kumkwamua na kumkumbusha imamu, na wala si fujo, kwamba kila mtu sasa amkumbushe imamu. Kwa kuwa imamu amekwama kwenye sura za chini, basi watu wote, msikiti mzima, wanamkwamua imamu Tutawachia nafasi hiyo wale walio nyuma yake, kwanza nyuma ya imamu kama mwadhini wake na watu walio karibu na yeye. Ikiwa na wao tutahisi wameghafilika, basi sisi wa nyuma na pembeni tutawasaidia ili kuzuia fujo na fauda, usije ukamtatiza imamu zaidi ya hapo alipotatizika, ikawa hajui amsikilize nani na mwingine anakosoa hali ya kuwa yeye ndo anakosea sasa

Basi pindi atakapomaliza mwenye kuswali kutokana na kisomo, fa idha faragha min alqiraa, basi pindi atakapomaliza mwenye kuswali kutokana na kisomo, kasoma hadi kamaliza. Sakata atanyamaza, sakata atanyamaza, sakata, atanyamaza, saktatan, latifatan kinyamazo chepesi, ai saktatan qalilatan, kinyamazo kidogo latifa, kwa maana qalila kidogo. Sakata saktatan latifa, atanyamaza kinyamazo kidogo, kwa maana kinyamazo chepesi, bimiqdari ma yataraddu ilayhi nafasuhu, bimiqdari ma kwa kiasi ambacho yataradu ilaihi nafasuhu, zitaweza kurudi pumzi zake. Bimikdari maa, kwa kiasi ambacho yataradu ilaihi nafasuhu, zitaweza kurudi pumzi zake, zitarudi kwake pumzi kiasi ambacho anaweza kurejesha pumzi zake, akaanza kusoma au akaanza kufanya kitu kingine ko atanyamaza kiasi cha kurejesha pumzi kule kupumua kwake kiasi hicho, kwa atakapomaliza kutokana na kisomo sakata, sakata latifa, atanyamaza kinyamazo chepesi, bimikdari ma kwa kiasi ambacho au kwa kiwango ambacho yataradu ilayhi nafasuhu zitaweza kurudi pumzi zake kaza kurejesha pumzi akapumua kwanza kinyamazo cha kuweza kupumua tu. Thumma yarfa'u yadai, kisha atanyanyua mikono yake miwili ala lwujuhi lmutakadima, juu ya zile namna zilizotangulia, ala lwujuhi lmutakadima, juu ya zile namna zilizotangulia. Thumma yarfa'u yadai kisha atanyanyua mikono yake miwili baada ya kumaliza kisomo na kinyamazo kidogo cha kuweza kupumua atanyanyua mikono miwili alal wujuhil mutaqaddima juu ya zile namna zilizotangulia, fi takbiratil ihram, kwenye takbira ya kuhirimia. Nazikumbuka namna za kwenye takbira ya kuhirimia namna ngapi eh? namna ngapi? Zipo tatu: ya mwanzo atanyanyua mikono pamoja na takbira, ya pili atanyanyua mikono baada ya takbira, na ya tatu atanyanyua mikono kabla ya takbira. Tulieleza katika takbira tuliihram, namna ya kunyanyua mikono ima iwe sambamba na takbira au kabla au baada. Sasa zile aina zile ndio atazileta hapa, thumma yarfa'u yadayhi, kisha atanyanyua mikono yake miwili, ala lwujuhi almutaqaddima, juu ya zile namna zilizotangulia, fi takbirati lihrami, kwenye takbira ya kuhirimia atafanya kama namna zile, atachagua yeye wayukabbiru na ataleta takbira, wayukabiru na ataleta takbira, atasema Allahu akbaru. Wahuwa wajibun, na hilo ni wajibu. Wahuwa na hilo wajibu, ni wajibu. Tushaona nini maana ya wajibu ambao ni sawa na faradhu kwa msimamo wa Sheikh. Wahuwa wajibun, na hilo ni wajibu, sio khiari, ulete takbira Thumma yarka'u, kisha atarukuu, bimiqdari maa tastaqirru mafasiluhu, kwa kiasi ambacho yatatulizana maungio yake. Bimiqdari maa, kwa kiasi ambacho, au kwa kiwango ambacho tastaqirru mafasiluhu, yatatulizana maungio yake sehemu za viungo wanasema joint sio eh? au mnasemaje? sehemu za viungio, sema ambao kuna viungo kama kwenye mikono, kiganja na sehemu zenye viungo hivi, ndio mafasili. Kiingereza mnasemaje hivyo hivyo, vipi? sema hivyo hivyo, wanasema joint Haya ndo mafasili sasa. Thumma yarkau, kisha atarukuu bimikdari ma, kwa kiasi ambacho tastaqirru mafasiluhu, yatatulizana maungio yake. Anakusudia viungo vyake vya mwili, anakusudia maungio, anakusudia viungo vya mwili vitatulizana. Atarukuu maungio, kwa maana viungo vya mwili vitatulia kwenye kurukuu kwake. Wa yaakhudhu kullu udwin makhadhahu na kikachukua kila kiungo sehemu yake. Wayakhudhu na kikachukua, kullu udwin, kila kiungo, makhadhahu, sehemu yake. Sawa, atarukuu kwa kiasi ambacho yatatulizana maungio yake, na kitachukua kila kiungo sehemu yake viganja vya mikono vitachukua sehemu yake, ambao ni kwenye magoti mawili, na mgongo utainama. Kichwa kitaangalia pale sehemu alipoinamia, hatokiinamisha ndani wala kukitiwa juu, mgongo utanyooka. Ya akhudhu kullu udwin maakhadhahu, na kitachukua kila kiungo sehemu yake. Wa hadha ruknun, na hii rukuu ni nguzo wa hadha ruknun na hii rukuu ni nguzo katika nguzo za swala. kaifiyatur rukuu namna ya kurukuu, kaifiyatur rukuu namna ya kurukuu. Wa yadhau yadaihi, na ataweka mikono yake miwili ala rukbataihi, juu ya magoti yake. Wa yadhau yadaihi na ataiweka mikono yake miwili wakati amerukuu eh? ala rukbatayhi juu ya magoti yake mawili wayumakkinuhuma, na ataimakinisha hiyo mikono miwili min rukbatayhi, juu ya magoti yake wayumakkinuhuma, ataimakinisha kwa maana ataiweka sawa sawa, min rukbatayhi, ay ala rukbatayhi juu ya magoti yake mawili wayufariju baina aswabiihi, na ataachanisha baina ya vidole vyake. Wayufariju na ataachanisha, au kwa yufariku, atafarikisha. Wayufariju na ataachanisha, baina aswabiihi, baina ya vidole vyake mwenye kuswali vile vidole vya mikono hato vibana akaambatanisha pamoja, ataachanisha, atavitanua, visigusane vidole vya mikono, hali ya kuwa vipo juu ya magoti. Kaannahu, kana kwamba yeye kaannahu, kana kwamba yeye qabidhun ala rukubateihi, ni mwenye kushika juu ya magoti yake. Kaannahu, kana kwamba yeye, anatoa picha sasa namna mtu atakavyomakinisha mikono yake juu ya magoti, kaannahu, kana kwamba yeye, qabidhun, ni mwenye kushika, ala rukbataihi, juu ya magoti yake, kama mtu aliyeshika magoti. Atamakinisha mikono yake kuyashika magoti yake, kama mtu aliyeshikilia kitu. Wa hadha kulluhu wajibun, na haya yote ni wajibu. Wa hadha na haya kulluhu yote wajibu, ni wajibu, lazima ufanye hivi ukirukuu, mikono ikijua magoti, vidole vya mikono uwachanishe na vidole vyako juu ya hayo magoti, iwe ni mithili ya mtu aliyeshikilia kitu, hali yako umishika magoti yako, haya yote ni wajibu. Wayamuddu dhaharahu wayabsutuhu wayamuddu dhaharahu na ataukunjua mgongo wake wayabsutuhu, na ataunyoosha. Wayamuddu dhahrahu, na ataukunjua mgongo wake wayabsutuhu, na ataunyoosha, ataukunjua vizuri na kuunyoosha, asiukunje wala kuupinda pinda, mgongo ntakiwa kunyooshwa na kukunjuliwa. Wayamuddu dhahrahu na ataukunjuwa mgongo wake wayabisutu na ataunyosha, hatta mpaka ifikie, la lau suba alayhi lmau, lau yatamiminwa juu yake maji, hatta mpaka ifikie, lausubba suba alayhi lmau, lau yatamiminwa juu yake maji, lastaqar, yatatulizana hata mpaka ifikie lau suba alaihi lmaa lau yatamiminwa juu yake maji lastaqar yatatulizana. Anyooshe na au kunjue mgongo wake mpaka ifikie hatua, lau kama yatamiminwa juu yake juu ya mgongo wake maji, basi yatatulizana, hayawezi kumiminika kwa mbele wala kwa nyuma, namna mgongo ulivyonyooka sawa wahuwa wajibu, na hilo ni wajibu. Wahuwa, na hilo jambo la kunyoosha na kuukunjua mgongo, sawa sawa, wajibu ni wajibu, siyo khiari. Unatakiwa unyooshe na kuukunjua mgongo wako, uwo umenyooka vizuri na unyooshe navotakiwa. Lau kama taya kwa maji juu, hayawezi kuteremka kwa mbele wala kwa nyuma, yatabaki katikati ya mgongo kwa sababu mgongo umenyooka vizuri wala yakhfadhu ra'sahu, na wala hatokiinamisha chini kichwa chake. Wala yakhfadhu ra'sahu, na wala hatokiinamisha chini kichwa chake, mwenye kurukuu kichwa sikiinamishe chini. Wala yakhfadhu ra'sahu, na hatokiinamisha chini kichwa chake. Wala yarfa'uhu na wala hatokinyanyua juu. Wala yakhfadhu ra'sahu na hatokiinamisha chini kichwa chake. wala yarfa'uhu, na wala hatokiinua juu. walakin na lakini, yaj'aluhu musawiyan lidhahrihi, atakifanya ni chenye kuwa sawa na mgongo wake. walakin na lakini, yaj'aluhu atakifanya hicho kichwa musawiyan ni chenye kuwa sawa lidhaharihi na mgongo wake. Kichwa chake kitakuwa sawa na mgongo wake, mgongo umenyooka na kichwa kiko katika level na mstari ule ule wa mgongo, hakitaina mia chini kiasi ya kwamba mtu akitokea nyuma hawezi kukiona kichwa, wala hakitoinuka juu yu, kwa yule aliye mbali, cha kwanza kuona ni kichwa kabla ya mgongo kwa namna kilivyoinuka la mgongo wake na kichwa vitakuwa sawa wayajaluhu na atakifanya hicho kichwa musawiyan lidhaharihi ni chenye kuwa sawa na mgongo wake wayubaidu yubaidu mirfaqaihi na ataweka mbali visukusuku vyake viwili wayubaidu na ataweka mbali mirfaqaihi visukusuku vyake viwili an jambaihi kuepukana na mbavu zake. An jambaihi kuepukana na mbavu zake. Visukusuku maarufu, eh? Anatakiwa viweke mbali, kwa maana avitenganishe, asiambatanishe visukusuku na mbavu zake mbili. Wayubaidu mirfaqaihi, na ataweka mbali visukusuku vyake viwili vya mikono anjambeihi kuepukana na mbavu zake, isipokuwa katika hali ya kubanana na kuwadhiki nafasi, kama vile kuwa tu kwenye swafu ya jamaa swala ya jamoja swala tu jamaa, swafu imebana. Hapo hutotanua visukusuku ili kuepuka kuwaudhi waliopembeni yako, lakini unapokuwa mwenyewe, unatakiwa uweke mbali visukusuku kuepukana na mbavu zako visigusane. Wayaqulu fi ruku'ihi, na atasema ndani ya kurukuu kwake. Wayaqulu fi ruku'ihi, na atasema ndani ya kurukuu kwake, wakati ameinama amerukuu kwa namna hiyo iloelezewa ilu, atasemaje? Subhana rabbiyal azim, kutakasika na mawi ni kwa Mola wangu mlezi aliye mtukufu subhana rabbiyal adhim, kutakasika na mawi ni kwa Mola wangu mlezi aliye mtukufu. Thalatha marati, mara tatu, au akthara, au zaidi ya mara tatu. Thalatha marati, mara tatu, au akthara, au zaidi ya mara tatu. Chini yake kwa taaliki, Shekh anasema chini kwa wahunaka adhikarun ukhra, na huko kuna adhikari nyingine. Wa hunaka adhikarun ukhra, na huko kuna adhikari nyingine. Tuqalu fi hadha rukni, husemwa ndani ya nguzo hiyi. Nguzo gani? Nguzo ya kurukuu. Eh, tuqalu husemwa, adhikari hizo fi hadha rrukni, ndani ya nguzo hiyi minha atawilu, kuna katika hizo zilizo ndefu. Minha, kuna katika hizo adhikari atawilu, zilizo ndefu. Wa minha, na kuna katika hizo almutawassitu, zilizo kati na kati. Wa minha, na kuna katika hizo alqaswiru, zilizo fupi. Ziko sampuli tatu, kuna ndefu za katikati nafupi adhkari ambazo husemwa ndani ya rukuu utazipata wapi? Sasa anakupa marejeo, anasema turajiu, utarejea wewe fi sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam, katika sifa ya swala ya mtume ambayo ni kitabu chake eh? hii ndio talkhisi yake. Ukirudi kule, kaweka dua nyingi au adhkari nyingi za ndani ya kurukuu utarudi katika chapa na toleo la kumi na moja kwenye ukurasa mia moja na kumi na tatu. Chapa ya kitabu toleo au chapisho la kumi na moja ukurasa mia moja na kumi na tatu utazikuta hizo adhikari ndefu na fupi na kati na kati, ambazo husemwa ndani ya kurukuu. Hapa keeleta moja fupi, subhana rabbiyal adhim thalatha maratin au akthar mara tatu au zaidi ya mara tatu. Thumma qala rahimahu llah: taswiyatul arkan, kuzifanya sawa sawa nguzo. Taswiyatul arkan, kuzifanya sawa sawa nguzo, yani katika urefu na ufupi, zifanye sawa, zisipishane sana, zikurubiane kwenye usawa wa minassunna, na katika sunna wa mina sunna, na katika mafunzo ya Mtume. Ayusawiya baina al-arkan, ni mtu kuweka sawa, ni mtu kufanya sawa baina ya nguzo. Ayusawiya ni mtu kufanya sawa baina al-arkani, baina ya nguzo. Fituli katika urefu, kufanya sawa-sawa katika urefu, baina ya nguzo fayajalu rukuahu, basi ataifanya rukuu yake. wa qiyamahu, na kusimama kwake baada rukuu, baada ya kurukuu. wasujudahu, na kusujudu kwake. wa jilsatahu baina sajidataini, na kukaa kwake baina ya sajida mbili. qariban min assawaa, ni kwenye kukurubiana katika usawa. fayajalu rukuahu atafanya kule kurukuu kwake, wa kiyamahu, na kusimama kwake baada rukuu, baada ya kutoka kwenye rukuu. Itakuwa ni kitu gani hicho, kusimama baada ya kutoka kwenye rukuu ni kitu gani? Itidali, ndio eh? Anasema atafanya kule kurukuu kwake na kusimama kwake baada ya rukuu, wasujudahu, na kusujudu kwake, wa jilsatahu baina sajidataini na kukaa kwake baina ya sijida mbili, au na kikao chake baina ya sijida mbili. Qariban minasawa, ni kwenye kukurubiana katika usawa. Rukuu yake, i'tidali yake, sijida yake, kikao chake baina ya sijida mbili, atavifanya hivi qariban minasawa, ni kwenye kukurubiana kwenye usawa, au ni vyenye kukurubiana kwenye usawa visipishane sana ikaonekana tofauti ya dhahiri. Hata kama kuna kupishana, basi kuwe ni kudogo sana, vikurubiane kwenye usawa. Kwa maana visiwe sawasawa, asilimia sawa mia, lakini ule usawa ukurubiane. Kisimamo chake baina ya baada ya rukuu na kurukuu kwake na kusujudu kwake na kikao baina ya sijida mbili vikurubiane kwenye usawa, ndo maana ya maneno haya wala yajuzu na wala hayijuzu, haifaye an yaqraa lqurana fi rukui wala fi sujudi, kusoma qurani ndani ya rukuu wala ndani ya sijida. Fi rrukui ndani ya rukuu, wala fi ssujudi wala ndani ya sijida ndani ya kusujudu, haifai kusoma qurani. Hilo liko wazi, bali kuna adhikari siyo qurani. Alitidaalu min arrukuu, alitidalu kuitadili, min arrukuu, kutoka katika rukuu. Alitidalu kuitadili, min arruku, kutoka katika kurukuu. Thumma yarfa'u sulbahu, kisha ataunyanyua mgongo wake. Thumma yarfa'u sulbahu kisha ataunyanyua mwenye kuswali mgongo wake, mina rukuu, kutoka katika kurukuu. Wa hadha ruknun, na hili ni nguzo. Wa hadha ruknun, na hili ni nguzo, lipilo hilo la kunyanyua mgongo kutoka kwenye kurukuu. Arrafu min arrukuu ni nguzo min arkani assalah. Wa yaqulu fi athnai litidali

inakuwa inakwamanake ila athnai litidal au ila ilalitidali kuelekea kwenye kuitadili. Wayaqulu fi athnai litidali kwa maana i wayaqulu ilalitidali, na atasema wakati wa kuelekea kwenye itidali. Sawa, sio katikati, baada ya kuwa shasimama. Ukishasimama kuna maneno mengine pale, wa walaka hamdu ko athna itakuwa na maana ya ila wayaqulu fi athnai litidali, ay wayaqulu ila litidali, na atasema wakati akielekea kwenye kuitadili, ndo maana ya kati-kati ya kuitadili. Samia Allahu liman hamida, amemjibu Allah yule mwenye kumhimidi yeye. Wa hadha wajibun, na hili ni wajibu. Wa hadha wajibun na hili ni wajibu kwenda kwenye itidali, ukasema samia Allahu liman hamidahu, na hapa kuna khilafu nyepesi.